Wakazi wa kijiji cha Nyari eneo bunge la Ganze, kaunti ya Kilifi, wameandamana wakipinga kuanzishwa kwa mradi wa uchimbaji madini ya Titanium, unaolengwa kujengwa eneo hilo na mwekezaji mmoja kutoka Uchina. Kulingana na wakazi hao, tayari wameiandikia barua wizara ya madini kusitisha utoaji wa leseni ya mradi huo wakidai kuwa hawajahusishwa vilivyo na wala hawajakabidhiwa ripoti ya mazingira kuhusu athari za mradi huo. Mwekezaji huyo anasemekana kunyemelea ardhi hiyo kwa kuahidi wakaazi mwanzoni kuwatafutia hati miliki kabla ya kutangaza azma yake. Benson Chengo, mmoja wa wakazi amesema, wakazi wanahofia kupoteza ardhi zao, kwani tayari mwekezaji huyo anakamilisha hatua za kutafuta leseni ya kuanza uchimbaji madini eneo hilo. Hata hivyo, wakazi hao wameshatuma maombi yao kwa Wizara ya Madini, wakimtaka waziri Hassan Joho kusitisha utoaji wa leseni hiyo hadi wakazi watakapohusishwa vilivyo. Kwa sasa wakazi hao wamesalia na maswali tu, wakidai viongozi waliowachagua wamenyamaza kimya, hali inayowalazimu kujipigania. Mara ya kwanza huyu mwekezaji tulifanya kumwona amekuja hapa sasa akakuja akaweka mkutano akatwambia anataka kutusaidia na title deeds. Sasa watu wakakubali, hawakutuelezea kwamba kuna anataka kuchimba madini. Akatwambia anatusaidia kutupa title deeds, watu wakapenda. Lakini sasa kumbe alikuwa anazama anatuchezea ana, ana, ana shere sisi, ili aweze kufa, kutafuta kuchimba madini. Sasa sisi kwa sababu yeye hajafanya public participation, sisi tunasema hatutaki. Wamekuja huku juzi, wakasema wanataka kupewa lease agreement.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 na tunaona kwa hizo documents nyingine kwamba hata ameapply mining license. Tunashindwa kwani, huyu mtu hii nguvu ambayo anaipata inatoka wapi? Na mwananchi mwenyewe hajajua lolote, hajui atafanya nini, hajui ataenda wapi, hajui kwamba atalipwa nini, kwa hakuna maelewano amba ni yetu ambayo tulizungumza. Maana muhimu ilikuwa ni waje wafanye public participation, watuambie tutapelekwa wapi, tutapata nini, mali yetu vitakuwaje, lakini kwamba hakuna kitu ambacho tumepatana wala tumefanya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 Ni kiripotia runinga ya Annissa Mombasa, langu jina Farda Ali. <muchos>